Yesi kutoka Kinondoni maeneo ya Victoria, tunakuletea tukio la msiba wa mama yetu, ni Paeli Mboya ambaye ametwaliwa mbele za haki uh, kuanzia usiku wa kuamkia Jumapili ni mama ambaye alikuwa ni mtumishi akiwa anamtumikia Mungu, lakini ni mama ambaye alikuwa ni mshirika wa kanisa la Kinondoni Revival Church chini ya Skofu Rogate Swai, lakini ni mama ambaye alikuwa akitumika katika maeneo mbalimbali, amesemwa akitumika katika kwaya mbalimbali ndani ya kanisa la Kinondoni Revival Church, lakini pia na hata nje. Mpaka umauti unamfika, alikuwa ni mwenyekiti wa kwaya ya Revival aya ambayo inajulikana kama mtu wa nne. Ni mama ambaye anatajwa kwa mengi, akisifika kwa namna ambavyo alitumika katika maisha yake ya utumishi enzi za uhai wake. Tuko hapa nyumbani kwake uh, kuweza kuzungumza na mwanafamilia ambaye ni mtoto wake. Ataeleza kufupi safari ya maisha ya mama yake enzi za uhai wake. Karibu sana NY TV tunakuletea tukio hili kutoka hapa Victoria, na tutakuwepo kesho, ambapo ndo siku ambapo haswa atapumzishwa, lakini pia mwanaye atatueleza ratiba nzima kuelekea safari ya mwisho ya kwenda kumpumzisha mama yetu. Ni Paeli Boya. Mama yetu ni mama ambaye ana miaka ya kutosha, akiwa amezaliwa toka mwaka 1940, lakini katika enzi za uhai wake amemjua Kristo toka mwaka 1975. Tunapozungumza maisha ya ushindi ya mama yetu ndani ya Kristo, miaka 36 sio kitu kidogo, ni maisha ya mtu mzima, lakini bado Kristo alikuwa ndani yake. Sisi tuko hapa tukuletea tukio hii la kusikitisha, lakini ni tukio la maisha ya ushindi ya mama yetu, ni Paeli Mboya kutoka hapa Victoria nyumbani kwa marehemu mama yetu ni Paeli Mboya. Niko na mtoto wake, na ambaye pia amekuwa akiishi naye mpaka umauti unamfika. Tutazungumza kidogo, atuambie kuhusiana na maisha ya mama mpaka anapokwenda kutwaliwa mbele za haki. Bwana asifiwe dada. Amen, Bwana asifiwe. Poleni sana kwa msiba. Asante. Tunapenda kukufahamu wewe, ni mtoto wake, lakini pia kwa sababu wewe ni mwanafamilia, utatuambia sasa, wewe ni mtoto wangapi na katika familia pengine mna watoto wangapi? Alafu tutaendelea, karibu. Mimi naitwa na Charo Mboya Kingunza, Mrs Kingunza. Mimi ni mtoto wa tatu kwa mama Nipile na tuko wanne. Wa kwanza ni Clement Mboya, ambaye yuko Marekani. Wa pili ni Maria Mboya ambaye yeye yeah, anaishi Uholanzi, lakini Mungu ametusaidia ameweza kufika. Watatu ni mimi, na wanne na wa mwisho ni Kabora Mboya. Hao ni majina ya watoto wote wanne wa mama Nipael Mboya. Okay. Yes. Tuanze na maisha ya mama uh, enzi za uhai wake, pengine umekuwa naye kwa muda mrefu, tunatamani utuelezee haswa yale ambayo umejifunza katika safari ya maisha ya mama mambo ambayo nimejifunza kupitia maisha ya mama ni kwamba mama alikuwa ni mtumishi, mtumishi, kwa maana alikuwa ni mtu anayetoa huduma. Yeye hakuhubiri labda kusema madhabahuni, lakini alihu, alitoa huduma. Alikuwa anapokea watumishi wa Mungu kama wakina Moses Kulola, a, mchungaji Kiwia wale na wakumbuka na, na Mzee Lazaro na wengine kuselia na wengine wengi nakari, uh, t, uh, najua, walikuwa wanafikia mahali hapa. Kama mnavyojua watumishi wa Mungu zamani walikuwa wafiki kwenye mahoteli, kwa sababu mahoteli bado yalikuwa uh, nadhani yalikuwa rasmi sana na haikuwa ina sifa nzuri sana kwa wakati ule. Kwa hiyo ni moja wapo ya huduma alikuwa anafanya. Mama alihudumia kwaya mbalimbali zikiwemo zile za kanisani Revival Victory na kwaya ya kina mama, lakini pia mama alihudumia CCT, ambao ni umoja wa Wakristo. Pia mama alihudumia kwaya ya Sayuni kwa kipindi kirefu, ambayo iko KKT Kinondoni. Kwa hiyo unaweza ukasema kwa ujumla mama alihudumu. Nakumbuka pia aa, wakati huo alikuwa na gari yake moja ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya utumishi, aidha kubeba vyombo, kubeba watumishi kwenda kwenye mikutano, kwa sababu wakati ule ilikuwa Jumapili huwezi kuendesha gari baada ya saa nane mpaka upate kibali cha serikali. Kwa hiyo gari ilikuwa ina kibali cha serikali ili iweze kutoa huduma ya injili sehemu mbalimbali. Hivyo ndio kusema kwa ujumla Mama Mboya alikuwa ni mtu wa huduma na alikuwa ni mtu ambaye pia alisomesha pia hata wachungaji mavioni mpaka wanapokuja kujitegemea, wili watatu, amekuwa akifanya namna hiyo. Kwa ujumla Mama Mboya kweli alikuwa ni mtu ambaye anahudumia watu kwa nyanja mbalimbali. Ndio pengine katika hayo yote, wewe utamkumbuka kwa lipi? Um, mimi nitamkumbuka kwa mtu ambaye anakuwa specific na kazi zake na kuhakikisha zinafanyika, lakini pia kuwa na upendo mkubwa sana watu, kwa watoto wake aliwapenda sana. Lakini mama alipenda kila mtu, alipenda watoto wengine, alipenda watu kwa ujumla, ndio na tamani nifahamu, uh, pengine katika maisha ya mama mpaka anakwenda kutwaliwa mbele za haki, pengine alikuwa ni anaumwa, na pengine kabla ya kuondoka hapa duniani ulipata wasawa kuzungumza naye, na pengine kuna kitu alikushirikisha kama mtoto, pengine uishi hivi na nini, kama usia? Uh, mama hakuwahi kuacha usia, lakini mama Aliniambia tu kwamba anatupenda wote. Anapenda watoto wake wote. Ana, anatupenda sana. Nakumbuka nilimwambia pia na sisi wote tunakupenda. Nikamtajia mtoto mmoja mmoja. Lakini pia mama alisema anapenda watumishi wa Mungu ambao wamemfanya yeye kufika na kumjua Mungu toka akiwa mdogo sana. Hicho ndio ninachoweza nikasema, lakini wosia rasmi zaidi ya kumjua Yesu na kumpenda Yesu, hapana. Ndio, pengine utuambie sasa kuhusiana na ratiba nzima ya mazishi ya mama mpaka anapokwenda kuzikwa kesho. Uh, ratiba ya kesho, siku ambayo ni siku ya mazishi, tarehe nane mwezi wa tatu, 2025 Jumamosi. Uh, mwili utafika hapa saa sita, saa kumi na mbili ya asubuhi na kuanzia wakati huu, watu wataweza kutoa heshima ya mwisho kila wanavyokuja mpaka saa tano, lakini pia kutakuwa na chakula kuanzia saa tatu mpaka saa tano. Na baada ya hapo tutaelekea kanisani ambapo kanisani TAG Kinondoni, ambapo ibada e itaanza pale saa sita. Tunakadiria itachukua mpaka saa saa tisa. Tutakuwa tunachukua mwili wa mama kuupeleka Kinondoni, makaburi ya Kinondoni. Yes, nikushukuru sana na niseme Mungu awafariji wa katika wakati huu mgumu. Amen, asante sana.